Kutoka mahakama ya wilaya ya Njombe leo Novemba 26, ndugu jamaa na marafiki wamejitokeza kwa ajili ya kufuatilia hatima ya ndugu zao waliokuwa wanakabiliwa na kesi za uhaini baada ya vuguvugu la siku ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu 2025. Hali ya furaha ilitawala katika mahakama hiyo baada ya watuhumiwa wanne kati ya tisa wa kesi za uhaini mkoani humo kuachiwa huru baada ya mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP kuieleza mahakama ya kwamba hana nia ya kuendelea na mashtaka dhidi ya watu hao. Miongoni mwa walioachiwa katika mahakama ya hakimu mkazi Njombe ni pamoja na Stanley Mbembati ambaye ni katibu wa chama cha ACT Wazalendo mkoa wa Njombe ambapo amezungumza na Ayo TV akieleza furaha yake baada ya kuwa huru. Hata hivyo, washtakiwa wengine watano wamefunguliwa shtaka jipya la kosa la kuharibu mali kinyume na sheria. Mimi ni Itumika Ndaba na hizi ni ripoti zaidi, ambapo shauri hilo linatarajiwa kutajwa tena tarehe tatu ya mwezi wa kumi na mbili mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano <coughs>

Nashukuru sana ndugu zangu wa Makambako wajentupa yeah. ye yeah. Nashukuru sana mafundi wenzangu, Mungu anajua na na ulimi umebeba mambo mengi yeah, sana na, lakini siwezi nikaongea kinafi ukweli yeah, upo na uguiwa mimi muli mwangu kasto sana mwana kwa majina anaitwa Stanley Kizaudi Mbembati ni miongoni mwa watuhumiwa waliokuwa watuhumiwa wa kesi ya uhaini. E, mnamo tarehe tano nilikamatwa na jeshi la polisi nikiwa nikiwa ofisini kwangu e, nilikuwa nimetoka ibadani, lakini mnamo mnamo saa kumi na mbili jioni walikuja askari polisi wakanikamata na wakaniambia wakani kwamba naitwa kituo cha polisi e, nikaeleze tarehe thelathini nilikuwa wapi, maana ndio siku ambayo yalifanyika matukio yale ya uharibifu. Ya kwanza tunayo furaha kubwa sana kuona tumerudi kwenye maeneo yetu na ninaamini kabisa Mwenyezi Mungu ame, ameona maanake, hata siku ile mimi nilitamka kwamba ipo siku Mwenyezi Mungu ataeleza uhalisia na ataonyesha yale yanayoendelea. Kwa kweli Mungu ame, ametenda kwenye hili na ameonyesha eh, kwa kile kinachoendelea. Tuendelee kumuomba Mungu eh, tuseme mambo mengine tutaendelea kuongea zaidi, lakini kwa leo, kwa sababu nina furaha sana, sipendi niongee mambo mengi. Niseme tu namshukuru Mungu ah, hali iliyopo kule kwa kweli, kama unavyojua kule ni magereza. Na sifa ya magereza, unatakiwa ufuate taratibu zote za magereza. Kwa sisi wengine hatujazoea sana kukaa kule, lakini ilitulazimu kukaa na wale watu. Lakini niseme nawashukuru sana Watanzania waliojitokeza toka siku tuliyokamata pale jeshi, e, jeshi la polisi ilivyotukamata. Tumeishi vizuri, wamekuwa wakitusapoti, wametuletea mahitaji toka tukiwa jeshi la polisi, na tu, wamejitahidi kuja magereza na hata hapa mahakamani wamekuja sana na niseme hasahasa, watu wa Makambako watu wa Makambako wametisha sana, ni watu ambao wamejitolea kwa moyo mkubwa, wamekuwa wakijitokeza kwa wingi kuanzia kule magereza pamoja na hapa mahakamani, wakija kutufuata sisi vijana wao tisa. Kwa kweli niwapongeze sana kwa mama, kwa nguvu zao. Watu wa Makambako wametuletea vyakula, wametuletea miswaki na vitu vingine. Kwa kweli nawapongeza sana. Niseme sisi hatuna cha kuwalipa, lakini Mungu atawalipa. Sisi tu, cha kufanya sisi ni kwenda kufanya kazi kwa juhudi ili tuweze kusaidia familia zetu. Mimi kama mzazi na nikiwa kama ni mama wa familia, kwanza namshukuru Mungu, pili na wasii wa Tanzania, wenzangu tusilimbuke na mkumbo, tusiige mambo yanayopita, tubaki na umoja wetu, tubaki na amani yetu, kwa sababu wanaokuja kutupotosha ni watu wengine na hatimaye watoto wetu wanaingia kwenye mikumbo ambayo ilikuwa sio fungu lao. Maana hao watoto ni wapambanaji, ni wagangaji, lakini mwisho wa siku wamekuja kuangukia kwenye mikono ambayo sio salama.